Leo tunaungana na profesa Herman Manyora, mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kikanda nchini Kenya, ili kutupa mwanga juu ya hali hii, uwezekano wa athari za kidiplomasia na changamoto zinazoweza kuibuka kwa wanahabari, wanaharakati wa kisiasa, pamoja pia na raia wa kawaida. Umekuwa ukifuatilia hali halisi ya Bobo Njage na Nicolas Oyo ambao ni wakenya waliokamatwa Uganda na kisha kuachiliwa. Je, wazungumziaje hali hii, hasa baada ya rais wa uganda Yoweri Museveni kundukuliwa akisema kuwa hatukubali vurugu kutoka yeyote au vurugu zinazochochewa kisiasa na watu wa nje. Hii inaonyesha kwamba wananchi wa jumuiya, wana jumuiya. Mwananchi wa Kenya anajihisi kama mwananchi wa Uganda. Hivi basi, mwananchi wa Kenya akiwa ni mzalendo, akiona waganda wa wanateseka ikiwa kuna mchango wowote anaweza kutoa, ndipo ndiposa utaona Wakenya hata mawakili kina Madha Karua wanajitolea na kwenda kuwasaidia Waganda na Watanzania. Maanake kwamba sisi ni wana jumuia, jumuia ya Afrika Mashariki, kwamba sisi ni mandugu na kwamba mipaka hii iliwekwa na wakoloni, inadhihirika wazi na katika karne hii ya ishirini na moja kinachotokea Kenya kinawahusu watu wa Uganda na Waganda pia wanaiga, wakiona wanajenzi hapa wanaiga wanajenzi wa Kenya, na ndiposa unaona kwamba maandamano ambayo hayangekuwa Uganda sasa yanakuwa Uganda, na kumsihi Rais Museveni ni, ni kwamba asiwe na kiburi cha kuringa na kusema kwamba yeye anaweza kumkamata Mkenya wakati wowote na kumwachilia wakati anataka. Vilevile vile, upande mwingine, juzi tu Rais Samia amesema baadhi ya washiriki wa maandamano walitoka nchi jirani. Licha ya kuwa hakugusia ni nchi zipi, tunafahamu Wakenya kadhaa walikamatwa na kutolewa kwa nguvu nchini humo. Ila sasa, rais alikuwa anamaanisha kuwa Wakenya wanasaidia Tanzania kuandamana au ni vipi? mambo haya ya ndani unasemaje? Wakenya wamepatikana katika hali ngumu katika nchi ya Tanzania, wengine wamewekwa kizuizini na kushikwa na polisi eti kwa sababu wamepeleka tabia mbaya. Watanzania wanasema Wakenya wanapeleka tabia zao mbaya kule Tanzania, na kwamba Tanzania haitaruhusu Wakenya au wageni kuvuka mpaka na kuleta siasa chafu katika nchi yao. Haya amesema mpaka na Rais Samia Suluhu Hassan. Watanzania wanasema kwamba nchi yao ni tulivu na kwamba hata haya maandamano yametokea wakati wa uchaguzi, wanasema kwamba ni wageni, wakimaanisha Wakenya. Na ndiposa utaona kwamba Wakenya wengi wamepatikana wameteswa Tanzania, wamefungwa na hata wengine wameuawa. Hii inaleta waziwazi wazi kubwa sana kwanza kwa sababu binadamu ni binadamu, maisha ya binadamu hayafai kuguzwa na kutolewa kwa sababu yeyote ile. Pili, hii ni tabia mbaya ambayo inaleta waafrika kuonekana kama ni watu wajinga. Tatu, sisi ni mandugu, sisi ni wanajumuia Mkenya kuweko Tanzania ni sawia na Mtanzania kuweko Kenya, anafaa akiwa Mtanzania Kenya anajisikia yuko nyumbani kwao, sio mgeni. Kwa hivyo rais wa Tanzania na viongozi wa Tanzania kuwaita ndugu zao wa, wa, watu wa nje, hilo hilo ha, halifai. Maanake sisi ni wandugu, sisi ni wanajumuia, na pili kujaribu ku kuzuia upinzani kujaribu ku, ku, ku, kuzuia sauti za watu kujaribu kuwafinya watu hususan wakiwa ni wageni, hiyo sio demokrasia kamwe. Na tunamsihi rais wa Tanzania wa muungano wa Tanzania ajue kwamba Wakenya ni Watanzania, Wakenya ni ndugu, jumuiya ni yetu. Hii In ni nchi moja, mipaka hizi ziliwekwa na wakoloni. Kwa hivyo ni vibaya sana, na ikiendelea hivi inaweza kuathiri ule uhusiano wa kidiplomasia baina ya Kenya na Tanzania. Maanake imefika mahali ambapo hata viongozi wa mataifa haya ya Afrika Mashariki, hata viongozi wa Kenya wakifunga macho, wakati wa Kenya wanateswa Uganda wananchi wa Kenya watakataa. Hata Tanzania ikifanya unyama kwa wakenya mpaka kuwaua, na serikali ya Kenya na viongozi wa Kenya wakimye, raia wa Kenya hawatakimya hivyo. Basi wanafika mahali ambapo wananchi wa nchi hizi zetu za Afrika Mashariki watashirikiana ili kuhakikisha kwamba demokrasia inadumu Uganda, demokrasia itakuwa Kenya, demokrasia ipo Uganda, Tanzania. Manake wasidhani viongozi hawa kina Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, kwamba muradi ati muradi tu kwamba Ruto amenyamaza Mudavadi amenyamaza akiwa ni waziri wa mashauri ya nchi za nje mradi tu Museveni hajali nini kinaendelea Tanzania, yeye ataendelea na udikteta wake. Ningempa habari mbaya kwa leo kwamba wananchi wa ulimwengu mzima siku hizi wameamka, na walivyoamka hawatokubali mutu yeyote kudunisha demokrasia na kuvunja haki za binadamu eti kwa sababu utamkandamiza Mkenya umuue Mkenya Tanzania, eti unajua kwamba serikali ya Kenya, viongozi wa Kenya hawatafanya chochote. Hilo halitawezekana kamwe, kwa sababu wanajumuia, wakiwa ni wananchi wa Kenya, Uganda, Tanzania na mataifa yale mengine, kina Rwanda, hawatokubali, so it is just a matter of time, na kina Samia Suluhu Hassan wataona kwamba kumbe haitawezekana kuwadhulumu wananchi kutoka Kenya wakiwa kule Tanzania, na kwamba Uganda haitawadhulumu wa Kenya, na kwamba wakenya hawatawadhulumu waganda wa maanake, ikikumbukwa kwamba wakati Museveni alikuja, labda ni Museveni au serikali yake au ni wanajeshi wake, kumshika Besigye na yule mwingine, wakenya waliteta sana. Hii inakuonyesha kwamba hali tuliyoko sasa hivi inaelekea kuashiria kwamba wananchi hawatakubali viongozi kugandamiza haki za kibinadamu na demokrasia. E, pengine Profesa, eleza jinsi wanasiasa na vyombo vya habari, a, wanavyoweza kushughulikia tetesi kama hizi bila kueneza hofu au taarifa zisizothibitishwa kidiplomasia wakati ambapo suluhu inaendelea kutafutwa kupitia hata mijadala kama hii ambayo tunaifanya na mambo mengine mengi kuhakikisha kwamba raia wa nchi moja au nyingine anapoingia katika nchi jirani hatajipata pabaya kutokana na pengine na kutosikilizana kwa nchi hizi. E, hasa kisiasa, wanaharakati, wanahabari, waandishi wa habari, mawakili na wengine wote ambao wanajitolea kwenda kusaidia ndugu zao katika mataifa ya kigeni, katika ukombozi, katika harakati zao za kupigana na madikteta, katika juhudi zao, kwa mfano wa Tanzania kupigana na utawala wa kiimla, mawakili wanaojitolea ili kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa, kwamba wanaopelekwa mahakamani kama kinatundulizu kwamba wao wanapata ku, wanapata ku, ku, ku, kupata haki zao mahakamani, hawa ambao wanajitolea kuwasaidia ndugu zao wa Tanzania ndugu zao Waganda bila shaka wako katika riski kubwa, bila shaka wanapata changamoto nyingi wa, kuna wale wamechapwa vipoko, kuna wale wame, wamefanyiwa hali mbaya ambayo labda hatuwezi kutaja. Kuna wale wamerushwa kwa mipaka, wakawambia rudini kwenyu, kuna wale wamewekwa kizuizini na mpaka, kuna wale ambao wameuawa. Kwa hivyo ni hatari sana kwa mtu yeyote ambaye anajitokeza kwenda kusaidia ndugu zake katika Uganda, ndugu zake kule Tanzania, lakini inabidi wafanye hivyo, kwa sababu wanadhamini demokrasia, wanadhamini haki za kisheria, wanadhamini haki za binadamu. Pamoja na kwamba ni hatari, lakini wanajitolea. Shukran sana, huyo amekuwa ni Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa siasa za kikanda.